aendelea kufanywa nursing na madaktari wetu hapa huku akipitia ripoti ya kitabibu ambayo ametoka nayo Moroko, ili tuweze kujustify ni kwa muda gani ataendelea kukaa nje, lakini kwa sasa e, ataendelea kuwa nje, kwa maana ataokosa mchezo wa tarehe mbili dhidi ya Al-Masri na hata kuwa sehemu ya wachezaji ambao wanasafiri usiku wa kuamkia leo kuelekea Misri kuwafuata Al-Masri. Pinpin anaendelea vizuri na ndio maana hata aliweza kujumuika na timu yake ya taifa ya Gine ya, ya yeye hana mashaka na tutakuwa naye Misri. Ubingwa wa CRDB si, yeah, si hatujaochukua muda mrefu eh, kwa hiyo ni, ni katika makombi ambayo tunayahitaji sana, na kama haitoshi mwaka jana tumeishia hatua kama hii kama, mm -hmm. sikosei dhidi mm -hmm. ya, dhidi ya mashujaa. Kwa hiyo kuvuka kwanza kutoka hatua ambayo tulikwama msimu uliopita, msimu huu kufika robo fainali tayari, hayo ni, ni, ni, ni, ni development ni maendeleo kwa upande wa timu yetu. Sasa robo finali si sehemu ya kuizungumzia Simba Sports, nusu na fainali yake na ubingwa ndio vitu ambavyo Simba tunataka kuviona kwenye kombe la CRB. Kwa hiyo tumefuzu, tunakwenda zetu kwenye michuano ya exclusive, tukitoka huko tutakuja tutakuj